Sasa tuko kwenye biashara za mtandaoni, huko kwenye mitandao kuna pesa nyingi sana, kama utafanya mambo yako sawa sawa. Na hasa hasa swala kubwa ni la wateja, ukiweza kuwa na wateja wengi, hiyo inakuwa ni nzuri sana kwa biashara yako ya mtandaoni. Sasa wengi wanafikiri ili kupata wateja wengi inabidi utumie mamilioni ya pesa kutangaza ili uweze kupata wateja. Sasa hiyo sio sawa, kuna njia nyingine ambayo wateja na wakakupa faida kubwa hata kama sio wengi sana. Njia tatu au siri tatu ya jinsi ya kuweza ku... wateja ambao watakusaidia sasa. Kuwa nami mpaka mwisho ili niweze kuonyesha hizo njia tatu au siri tatu za kuwa na wateja ambao watakusaidia sasa. Kwenye kipindi hiki nitakueleza mbinu tatu za kijanja ambazo unazoweza kuzitumia na kumgeuza mteja wako awe ni shabiki wako zaidi ya kuwa mteja, na hii ndio siri ya mafanikio. Sasa nitakuelezea hapo mbinu tatu za kumgeuza mteja awe shabiki wako. Sasa ngoja nikuelezee kwa undani swala la kupata mteja, na hapo baadaye tutaangalia jinsi ya kumshawishi mteja awe shabiki wako. Sasa, kumpata mteja mmoja mpya ni gharama mara tano zaidi ya kumfanya mteja wako wa zamani anunue tena. Ni kweli, ni mara tano. Hebu fikiria, mtu ameshakupa pesa yake, amekuamini, halafu unamwacha aende. Ni kama umelima shamba, mmea umeanza kuota, halafu unauchoma moto na kwenda kuanza upya. Huu ni upuuzi na upotevu wa rasilimali. Maumivu ya kuinda wateja wapya kila siku ni ya kweli. Uchovu, gharama za matangazo zinazopanda na ushindani mkali kwenye Instagram na WhatsApp ni vitu vya kichizi kwa kweli. Lakini vipi nikikwambia unaweza kulipua hii pressure? Kwamba unaweza kujenga jeshi lako la mashabiki waaminifu ambao sio tu wananunua kwako tena na tena bali wanaleta na marafiki zao. Hawa ndiyo mashabiki. Shabiki hanunui tu bidhaa, ananunua wewe, ananunua hadithi yako, na anajiona kama sehemu ya safari yako. Leo nakupa funguo tatu za kufungua hazina hii. Hazihitaji bajeti kubwa, zinahitaji tu ubadilishe gia ya kichwani, kutoka kwenye kuuza tu na kuanza kujenga uhusiano. Sasa tuingie kwenye siri tatu za kumgeuza mteja kuwa shabiki wako. Namba moja ni ufuatiliaji wa kijanja wenye thamani. Sasa hiki ni kitu gani? Hii siri ni rahisi mno, lakini asilimia karibu 90 ya wauzaji hawafanyi. Baada ya mteja kununua, usikae kimya hii ndilo kosa kubwa linalowapoteza wateja wote. Siku moja au mbili baada ya kupokea mzigo wake, fanya kitu cha kijanja. Mwandikie ujumbe huu rahisi kwenye WhatsApp, neno kwa neno. Hei bwana Mwambola, yaani ndio mteja mwenyewe. Ni mimi kutoka eh, Tan Business Channel Online Television. Asante kwa mara nyingine tena kwa kununua. Nilitaka tu kuhakikisha umepokea mzigo wako salama na umekipenda. Maoni yako ni kila kitu kwetu. Sasa angalia kilichotokea. Umemuita kwa jina. Umemshukuru tena na umemuuliza maoni yake. Sasa wewe sio muuzaji tu. Wewe ni mtu unayejali. Hii inatuma ujumbe mzito kwake, ujumbe mzito kwenye akili yake. Mteja huyu ni muuzaji hajali tu pesa yangu, anajali furaha yangu. Hebu jiweke kwenye viatu vya mteja. Umenunua saa. Muuzaji wa saa anaka kimya, anakaa kimya baada ya kuuza. Muuzaji B anakutumia ujumbe kama huu. Utanunua wapi tena bwana? Ni wazi, ghafla uhusiano umebadilika. Huyu si muuzaji tu, ni kama mshikaji wako, na unajihisi unathaminiwa. Sasa ufuatiliaji huu ndiyo mbegu ya kwanza ya ushabiki. Hata kama kulikuwa na tatizo dogo, kumuuliza kwako kunakupa nafasi ya kulitatua na kugeuza uzoefu mbaya kuwa wa kihistoria. Anza leo. Weka alarm. Fanya hivi kwa kila mteja, lazima apate ujumbe wa ufuatiliaji ndani ya saa 48 na utaona maajabu yanajitokeza. Namba mbili ni ku, ni, ku, ni, kuunda kitu kinaitwa kinahitwa inner cycle ya VIP. Sasa hiki ni kitu gani? Sasa hii ya inner cycle au VIP, unafanya wateja wajisikie wa pekee. Huu ni udukuzi wa kisaikolojia. Watu wanapenda kuwa ma VIP. Kwa hiyo tengeneza klabu yako ya VIP. Hii inaweza kuwa Instagram broadcast channel au WhatsApp WhatsApp channel au hata WhatsApp group. Lakini ni kwa ajili ya watu walionunua vitu kutoka kwako tu. Sasa unafanyaje? Baada ya yule mteja kusema ameridhika kutokana na ile njia ya kwanza niliyokwisha ielezea, Mtumie mwaliko huu, Ali Mwambola, yaani jina langu. Kwa sababu wewe ni mmoja wa wateja wetu bora, tunataka kukupa aksesi ya kipekee kwenye VIP club yetu. Huku unapata kuona bidhaa mpya kabla hata mtu mwingine hajaziona, unapata ofa za siri na tips za bure. Hii ni exclusive, nikukaribishe? Nani atakataa ofa kama hiyo? Hakuna mteja bora ofa za siri kabla mtu yoyote, unamfanya ajione wa thamani na unampa faida za wazi. Ndani ya hii kundi, sheria ni moja, usiuze kila wakati. Hii ni muhimu, tumia kanuni ya 80 kwa 20, asilimia 80 ya unachoposti kiwe cha kutoa thamani ya bure, yaani ushauri, tipsi, dondoo na kadhalika. Asilimia ishirini tu ndio iwe ya kuuza. Hii inawafanya wasitoke kwenye kundi na wanaanza kusubiri matangazo yako. Hii inabadilisha mchezo mzima. Atanunua kwako hata kama jirani anauza bei rahisi, kwa sababu kwako hapati bidhaa tu anapata hadhi ya kuwa sehemu ya familia. Namba tatu ni kuwapa umaarufu au wateja wako, na uwafanye pia kuwa ni mashahidi wako. Sasa hii ni kitu gani? Sasa hii wageuze wateja wako kuwa mabango yako ya matangazo. Hii ni silaha kubwa sana. Acha kutegemea picha za wanamitindo. Ukweli ni huu: watu hawaamini matangazo, wanaamini watu wengine kama wao. Picha ya mteja wako halisi ina nguvu na ushawishi mara kumi zaidi. Sasa utawapataje wa kutumia hizo picha? Hii ni rahisi sana. Unapofanya ule ufuatiliaji wa niliokueleza sehemu ya kwanza, na mteja anasema nimependa sana hapo, ndipo unapomwambia wao, nimefurahi sana kusikia hivyo ingekuwa poa sana ukinirushia picha ukiwa umependeza nayo. Tunapenda sana kuwaonyesha wateja wetu halisi jinsi wanavyong'aa. Bila shaka nitakutagi. Maneno haya ni ya kichawi: poa sana au wateja wetu halisi au wanavyong'aa. Unamfanya mteja ajisikie vizuri wengi watakubali. Na akikutumia picha, usiposti tu kimya kimya, fanya jambo kubwa, andika maelezo yanayompa sifa. Mtazameni mteja wetu hatari, unaweka jina lake, akiwaka na gauni, akiwaka na gauni letu jipya. Maua, umeua sana yani, au Maria, umeua sana jina la mteja, asante kwa kuwa sehemu ya familia hii inafanya vitu viwili vya kichawi. Kwanza, mteja anahisi star kwenye peji yako. Akijisikia fahari, atakuonyesha marafiki zako wote, marafiki zake wote, tayari ameshakuwa balozi wako wa bure. Pili, wafuasi wako wengine wanaona ushahidi halisi, wanasema okay, hili ni halali, watu wanaonunua wanafurahia hii inawapa ujasiri wa kununua mara moja. Sasa, baada ya kukueleza hayo mambo matatu ya muhimu au siri tatu, nina wito sasa. Wito wangu unahusu nini? Nimesha kueleza mambo matatu au siri tatu za kumgeuza mteja wako awe shabiki. Sasa nina wito hapa, ninataka kukupa kati haya mambo matatu niliyokueleza, lipi limekuvutia au lipi lina changamoto? Sasa niandikie, unieleze ilo ulilochagua, au lilo kuvutia au lenye changamoto, na mimi nitakujibu maswali mawili matatu. Lakini pia jambo lingine la muhimu, naomba usubscribe huduma zetu kwa kubonyeza hicho kibutton cha subscribe au subscription, kwa sababu ukikosa vipindi vyetu kila siku ya ya juma, yaani kuanzia hapo saa tatu usiku unaweza kutuona kwenye vipindi vyetu, na utakuwa umeshaambiwa kila siku kuna kipindi gani kinakuja. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kusubscribe kwenye huduma zetu. Sasa, kwa kumalizia, nataka tu kukukumbusha kuwa kwenye biashara wateja ni wamuhimu sana. Sasa usiwe tu una focus tu kwenye kuuza ukasahau upande wa wateja. Ni muhimu uweke utaratibu ambapo hao wateja ambao unakuwa umewatafuta ukiwapata weka utaratibu mzuri wa kuwa karibu na hao wateja, maana yake wafanye kama ni marafiki zako, na uwe unajaribu kuwasiliana nao mara kwa mara, na uwe pia unahakikisha unapata simu zao, namba zao za simu, ili uweze kuwapigia simu kuwaambia kuwa kuna mali mpya imekuja au kuna vitu vipya vinatarajiwa kuja. Kwa hiyo na wao watajiona kama wamekuwa ni mwenzao na watakupa ushirikiano wa hali ya juu, na hivyo ndio utakaofanikia kwenye biashara. Usichukulie tu kuwa ah, mimi nitatafuta wateja kila siku kwa kutangaza matangazo na unatumia mamilioni ya pesa. Hiyo haitakusaidia. Naona niishie hapo. Mimi ni mtangazaji wa kipindi chako, Ali Mwambola. Asante na karibu tena kuanzisha biashara.